Mwimbaji wa nyimbo za Injili Christina Shusho amepokea komenti mbaya mno kwenye peji yake ya Instagram baada ya kuposti huu mtiririko wa picha ambao anamuonyesha akiwa na huyu jamaa hapa, na pozi ambazo wamekaa kwenye hizo picha ndio zimewashtua wa watu wengi na kuanza kuweka hizo komenti chafu lakini pia amesindikizia na wimbo wa Diamond Platnumz ambao unahusiana na masuala ya mapenzi unaitwa Nalia na Mengi. Na watu wameuzungumzia pia mwonekano huu jamaa, ni mtu ambaye amechora matatuu, so ni design flani hivi. Kama watu wameamua kumwatak Christina uh, Shusho kwenye peji yake ya Instagram. Kama huyu aliandika, hey, mbona ghafla sana mtumishi, umetendwa au umetenda? Mwingine akaandika makubwa, sema wameendana Huyu akaandika mapenzi hajakumwacha hajawi kuwa na adabu. Mwingine akaandika anasoma comment za wananchi wenye serikali, huyu ndo Christina Shusho, huyu ndo mchungaji, huyu ndo barozi wa Kristo? Kwa kweli kuna haja ya kujichunguza, tuacheni mchezo na wokovu, kwani madam Shusho sio binadamu? Jameni acheni fikra potofu. Huyu alikuwa kama anamtetea hivi. Mwingine akaandika I i leave you attend for one day and I come back to this huyu mwingine akaandika huu sio mwandiko wa dada yetu. Kuna mmoja pia amekuja kucomment hapa na wengine wamecomment comment mbaya, kwa kweli. Siwezi ni kazi soma hapa. Huyu akaandika huyu ndo mubebe ama ni mwanakondoo. Mwingine akaandika kama ukiona manzi anamwanya. Huo mwanya sio peke yake. Ila Diamond Platnumz huko nje kuna mambwa. wengine wakaandika comment ya ajabu sana yale kwenye peji hapo, ukienda kwenye sema comment ukutana na comment mbaya mno Christina Christina Christina Haya mambo ndio yanakuharibia, kuanzia uanze kuwataja wasanii wa bongo freva na mziki wako umeshuka. Wewe mwenyewe umeona albamu yako ya mwisho uliotoa. Una nafasi yako ya uzaliwa kwanza, kama Esau kwani hana haki ya kupendwa? Au moyo hana? Sasa mnashangaa nini jamani? Mwacheni bwana. So ni komenti za wananzengo wengi, ambao wameweka mtazamo wao kuhusiana na hizo picha ambazo ameziweka Christina Shusho kwenye peji yake ya Instagram. Una mtazamo gani kuhusiana na hizo comments? Na nikukumbushe tu subscribe na turn on alama notification ili wa kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa.